ma kiasi ambacho la yajitahidu fi ghairihi, hajitahidi kiasi hicho katika mwezi usiokuwa huo. Kana Rasulullah, alikuwa mjumbe wa Allah sala na salamu zio juu yake, yajitahidu fil ashri al awakhir, anajitahidi mno kiibada ndani ya kumi la mwisho wa mwezi wa Ramadhani ma kiasi ambacho la yajitahidu hajitahidi kiasi hicho fi ghairihi, katika mwezi usiokuwa huo. Pamoja na wingi wa ibada zake, Mtume alikuwa akifanya ibada kiamu leila, hakimpiti lakini, linapoingia kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani, alikuwa kasi yake ni kubwa mno ya kiibada, anajitahidi zaidi kushinda kiasi ambacho na kiwango anachokifanya katika masiku ya kawaida, kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani.